Lakini vivile mjue, katika wakati tunafanya ujenzi tunakuwa na na mwendelezo wa kwamba lazima tununue vitendea kazi. Sasa, tumemaliza reli, sasa lazima ziwepo treni za kupita. kwa vile vile, vilevile katika ununuzi wa vitendea kazi, katika miaka minne tumenunua vichwa vya treni vya umeme kumi na saba ambayo tayari viishafika tayari hapa na ndio tunavyovitumia sasa hivi. Kuna seti za za treni za kisasa sasa zinaitwa zina EMU, lakini <laughs> kitaalamu, electrical multiple unit. Lakini kwa lugha nyepesi zinaitwa mchongoko na eh? Naamini kuna baadhi yenu hapa mmesha mmesha mmesha zijaribu. Lakini vile tumenunua mabehewa ya mizigo, tumeagiza mabehewa elfu moja mia nne na thalathini na sasa hivi tunavyozungumza tuna mabehewa 264 yameshafika. Na naamini ni ndugu waandishi wa habari wa mmeshaona, majaribio yakiendelea, tulishamaliza majaribio na tujajipanga kwa, kwa ajili ya kuanza na treni za mizigo kuja hapa Dodoma. Hatutasubiri mpaka tufike Mwanza. Kwa kipande hiki tulichotengeneza mpaka hapa Dodoma tutaanza. Kwa maana nyingine, sasa magari au yanayochukua mizigo yachukulie hapa Dodoma. Tukao tumeshapunguzia kilomita nyingi sana. Almost karibu kilomita elfu moja na ada ile ya kwenda uingie bandarini usifanye hivi, fanye hivi. Kwa hiyo kwa hiyo sisi tumejipanga kwamba baada ya haya majaribio kitakachofuatia tutaanza na kwa mjibu wa, wa mpango wetu ulionayo tutaanza somewhere tunakoelekea kwenye nitaizungumza baadaye huko, lakini kuelekea e, Mei na tukishindwa sana by June nitakuwa tumeshaanza, lakini kuna vitu ambavyo tuna perfect na wenzetu wa bandari kwa sababu si swala mtambuka, lakini vile kuna wenzetu wa TRA si kitu ambacho unaweza ukifanya kwa, kwa mkupuo tu, lakini kwa, kwa maana ya sisi upande wetu tunaenda vizuri smbao tunashushia mzigo yetu pale huma, tuna, tuna vitu vichachet tu, tunafanya kwa ajili ya kumaizia uekaw kuweka vizuri lakini vivile kuna ununuzi wa mabehewa ya ambayo tuna, tuna sasa kuna ya mchongoko ile na mabehewa zile coaches ambao mnapanda mna zile. Na fisa hiyo Tanzania umeshajua tofauti ya hizo. Hizo mchongoko zinaonekanaje na za mabehewa zinaonekanaje? Kwa hiyo katika mabehewa eh, 89 ambayo tunategemea tuna, tuna kuyapokea tayari, mabehewa 71 alishapokelewa. Na tumebakiza mabehewa 18 e, eh, ambao tunayatapokelewa tu, ndani ya, ya, ya huu mwaka 25. Lakini kwa maana ya mabehewa tuliopokea mpaka sasa hivi yanatosheleza kwa maana ya uendeshaji, na ukiangalia katika katika uendeshaji wetu tutatumia coaches tutumie mabehewa yote. Kwa hiyo kuna watu pengine wanakuwa na, na wasiwasi pengine hatuna mabehewa ya kutosha. Hapana, serikali imetuwezesha, serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imetuwezesha kuwa na mabehewa ya kutosha. Hata zile treni mona kuna treni, kuna Mkapa Express, kuna Magufuli Express, kuna Samia Express, kuna Mwinyi Express e, kuna Karume Express, kuna Nyerere nafikiri kuna Nyerere Karume Express Nyerere Karume Umoja Express. Kwa hiyo tuna, tuna treni kumi na zenyewe nafikiri kama tumetumia labda ni on 10%. Kwa hiyo tuna Watanzania wasio na wasiwasi kwamba tutaweza kufikia mahala tukaishua tuka vitendea kazi tavitendea kazi vya kutosha, mkiti mkiti, mkiti, mkiti mkibipu eh? tunawapigia mambo <laughs> ya mjini ya. Okay, lakini vivyo tunaununua vifaa vya mashine ya mitambo ya matengenezo ambayo na vyenyewe tunategemea vitaingia mwaka huu.